Ndugu wa Tanzania, mauaji yaliyofanywa na serikali ya haramu ya CCM hayakubaliki dunia duniani kote na mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuwauliza watawala haramu, wako wapi ndugu zetu, kama Mungu alivyomuuliza Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako Kaini? Akajibu na, na, na, na nuku, naomba ni nuku, naomba nirudie hiyo sehemu. Tuendelee kuwauliza watawala haramu wako wapi ndugu zetu? Kama Mungu alivyo muuliza Kaini na nukuu, yuko wapi Abeli ndugu yako Kaini? Akamjibu, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mwanzo nne, Tisa hadi kumi. Katika mazungumzo haya, Kaini alimjibu Mungu kwa jeuri kama ambavyo watawala haramu wanatujibu juu ya ndugu zetu. Nawaomba Watanzania wote wapenda haki na kweli ya Mungu, tuendelee kuiuliza serikali haramu wako wapi ndugu zetu? Popote na kila tunapokutana nao, swali hili tuliulize bila kuchoka. Hadi tutakapopata majibu. Swali hili lihusishe watu wote waliouawa, kutekwa, kupotezwa, na wengine wote ambao wamepata na madhila na hatujui wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Tuendelee kuuliza swali hili popote pale, wako wapi ndugu zetu? Ndugu wa Tanzania, kwa haya yaliyochafua sura ya ya taifa letu na kusababisha na kusababisha mauaji ya maelfu ya ndugu zetu, ni muhimu tukajiuliza maswali mawili: tumefikaje hapa na nani ametufikisha? Tunatokaje? Jibu lipo kwa wananchi, lakini nataka tuzungumze, tumefikaje hapa na nani ametufikisha. Tukianza na swali la tumefikaje hapa, majibu ya swali hili muhimu yapo ukutani, yanaonekana tumefika hapa kwa sababu zifuatazo sababu ya kwanza ni kitendo cha kikundi cha watu wachache kupola mamlaka ya wananchi ya kuchagua viongozi wanaowataka na kuporwa kwa haki ya kuchaguliwa kwa miaka mingi kuanzia chaguzi za mwaka 2019, 2020, 2020, 2020, taifa letu halijafanya uchaguzi badala yake kikundi kidogo cha watu wahuni wamekuwa wakiamua nani atuongoze. Hii ni sababu muhimu sana ya kwa nini tumefika hapa. Tumefikaje hapa? Sababu ya pili ni kutekwa na kupotezwa kwa Watanzania. Mnafahamu kabla ya 2000, kabla ya 29 Oktoba 25 zaidi ya watu 300 walitekwa na kupotezwa nchi nzima. Baadhi ya waliotekwa na kupotezwa kwa kanda ya Victoria ni Amani Manengero Juma Kaswahili, Paulo Mbeshi, Elisha Juma na wengine wengi walitekwa na kupotezwa. Hatujui hadi leo wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Familia zao zinalia kila siku. Hadi sasa hakuna mamlaka au chombo cha serikali kimekemea utekaji. Sababu ya pili hiyo. Sababu ya tatu ni kubinywa kwa haki ya kutoa maoni na kukosoa. Watanzania wenye maoni tofauti wamekuwa katika hatari ya kutekwa, kuuawa, kubambikiziwa kesi. Hii ni kinyume na katiba ya nchi. Sababu ya nne ni mauaji ya raia. Kabla ya tarehe 29 Oktoba 2025, raia wengi waliuawa mchana kweupe. Tunakumbuka mauaji ya Mzee Ali Kibao aliyeshushwa kwenye gari mchana kweupe na kesho yake kuokotwa akiwa ameuawa kikatili. Hadi sasa hakuna kauli yoyote juu ya mauaji hayo. Serikali imekaa kimya, inayojiita serikali, serikali haramu imekaa kimya, haijafanya uchunguzi. Watu wameuawa, wameuawa, hakuna hatua ambazo zimechukuliwa. Naomba ninukuu. Naomba, naomba niendelee na, na, na hoja ya pili, kwa maana ya kwamba tunatukaje hapa tunatokaje hapa? Njia ya pili ni kukomesha ukamataji holela unaofanywa na jeshi la polisi. Kwa muda mrefu, jeshi la polisi limekuwa likikamata wananchi, hususan viongozi na wanachama wa CHADEMA na wakosoaji wengine. Tunataka jeshi la polisi liache mara moja operesheni ya kukamata raia kwa sababu misimamo yao ya kisiasa na haki yao ni haki yao ya kutoa maoni. Kuachiliwa kwa mwenyekiti wa wacha, chama Mheshimiwa Tundu Lissu na watu wote waliopewa kesi za kwa sababu ya misimamo ya kisiasa. Naomba nirudie, tunatokaje hapa? Tunataka kuachiliwa kwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu na wote waliopewa kesi kwa sababu ya misimamo ya kisiasa. Ni wazi kwamba mwenyekiti Tundu Lissu yupo ndani ya kuta za Ukonga kwa sababu ya hofu ya kikundi cha watawala haramu. Dunia inajua kwamba Tundu Lissu anaonewa, hatakiwi kuwa kwenye kuta za gereza. Wanachama na Watanzania wanapenda haki wana, wanachama na Watanzania wapenda haki tulijipa matumaini ya kwamba mwenyekiti Tundulisu ataachiwa huru, lakini hatuoni dalili ya kukoma kwa mateso juu yake. Huu ni wakati sasa wa kuanza kupiga uonevu, kupinga uonevu dhidi ya Tundulisu na watu wote walioshikiliwa kwa uonevu. Aidha, tunatoa wito kwa mahakama, mashauri yote ya CHADEMA yatupiliwe mbali ili kuponya taifa. Naomba nirudie kwa msisitizo mwenyekiti wetu mheshimiwa tundu lisu leo yupo gerezani kwa zaidi ya siku mia mbili hamsini kwenda na sitini kwa sababu ya watu waliamua kumweka ndani. Dunia inajua kwamba Lisu hana hatia. Kesi waliyoipeleka mahakamani amewabagaza. Tunatoa wito kwa mahakama wamwachie huru Lisu aendelee na majukumu yake ya kujenga chama ya kuongoza chama ya kujenga taifa na arudi kwenye familia yake. Tumsaidie mheshimiwa Tundulisu, tupige kelele, tujitoe kama ambavyo yeye amekuwa akijitoa kwa taifa. Tuhakikishe kwamba Tundulisu anaachiwa. Nguvu ya umma haijawahi kushindwa. Tupige kelele, mahakama zinasikiliza, zina watu Nitoe rai kwa mahakama. Chombo cha mahakama ama mhimili wa mahakama ulikuwa ndio chombo, ilikuwa ni mhimili ambao ulikuwa umebaki kwa Watanzania, unaaminika kidogo. Mara kadhaa tulikuwa tunasema tunakutana mahakamani. Leo mahakama imeanza kuingiliwa. Mahakama naomba isimame imara, itetee kiti chake, iwe na wivu kwenye kiti chake, isiingiliwe. Hoja ya nne, yani, tunatokaje hapa, ni kuhusu kutekwa na kupotewa kwa watu. Utekaji na kupotea kwa watu unafanyika chini ya serikali haramu. Tunataka kauli ya kukomesha utekaji, wale waliotekwa akiwemo Humphrey Polepole wapatikane, wakita, wakiwa katika mazingira ya hali yoyote. Kama wamewaua watuoneshe wako wapi, tukawazike kama waliwazika watuambie, kaburi lao hili hapa, tulishawazika. Lakini hatutaacha kuuliza wako wapi ndugu zetu. Hilo ni swali la msingi ambalo Mwenyezi Mungu alimuuliza Abeli, Kaini, alimuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako? Na sisi tunauliza swali hilo, wako wapi ndugu zetu?